Gurudumu la uchumi. Gurudumu la uchumi. Msikilizaji, katika uhalisia mgumu wa maisha ya wakazi wa Goma, hususan baada ya mji huo kuangukia mikononi mwa waasi wa AFC/M23, imeibuka hadithi ya kipekee ya uvumilivu na ubunifu wa wanawake. Kati ya changamoto za ukosefu wa ajira na kuyumba kwa uchumi wa familia, wanawake kwenye mji huo wamegeukia ujuzi wa jadi wa utengenezaji wa kinywaji cha asili kinachoitwa Mandale. Mandale inatengenezwa kutokana na unga wa mahindi, na kwa hivyo sio pombe ya kienyeji, bali ni urithi wa kitamaduni unaoimarisha undugu, kuunganisha jamii na kuwa chanzo muhimu cha kipato. Karibu andamane nami kwenye makala ya gurudumu la uchumi. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Leo hii nimeshirikiana na mwandishi wetu Benjamin Kasembe na tunakupeleka Goma ambako Mandale imekuwa ishara ya matumaini, nguvu ya mwanamke, na uthibitisho kwamba hata katikati ya giza la vita, jamii bado inaweza kuibua mwanga wa kesho iliyo bora. Leo tunazungumzia Mandale, kinywaji chenye historia na umuhimu mkubwa katika mji huu wa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mandale ni pombe asili inayotengenezwa kwa unga wa mahindi, lakini si tu kinywaji; ni maisha, ni urithi, na imekuwa sasa ni njia muhimu ya kuwasaidia wanawake kujiingizia kipato katika mazingira magumu ya ukosefu wa ajira. Katika hali hii ngumu, asilimia kubwa ya wanawake wenye pato ndogo, ikiwemo wasichana, walianzisha biashara ya Mandale kama njia ya kuishi. Jacqueline Kahindo, mchuuzi wa muda mrefu wa aina hii ya kinywaji, hapa anafafanua zaidi. ima ndale minaujishaka milifra, sensa na ile minaona inanichungia famie polepole tunapiganisha huku na huku mm. Asante journalist unasema kwamba i, kopo moja hapa inauza milifra, sensa, mm. kwa siku naweza pata pesa ngapi? Kwa siku minabarikiwa na kenzi milifra 2000 francs kisha ile 2000 francs minaangalia kinsi ndaigabula ratio Minaendauza tena kilo tano vilevile vile na hali inaendelea vile Antoka, minaona ni kazi na nisaidia, ngilipata msaada ya kusukuma mbele, naona kabisa maisha itaendelea. Jurnalisti Antoka, na sala ya pamoja na Mungu, tunaishi tu kwa ile hali ya vile vile. Mandale si kinywaji tu, bali ni chimbuko la matumaini na nguvu kwa wengi wa wananchi mjini Goma. Kinywaji chenye rangi nyeupe hiki kinasaidia si tu kwa afya wale wanaokinywa, bali pia kinawasaidia wanawake kuongeza kipato na kusaidia familia zao kusonga mbele, haswa wakati huu ambamo upatikanaji wa ajira kwa wanaume umekuwa ni jinamizi kubwa. Justine Kanyere mwanamke mwingine anayeuza Mandale, kwanza anaandaa kwa kuyatokosha kwa moto na baadaye kuyauzia wateja yakiwa baridi. Mihindi tunaenda kama mshamba wanatosha mihindi mshamba, wakishatosha mihindi mshamba wanaifikisha kunyumba, wakishafikisha kunyumba tunakamata mihindi tunapasula. Tunapasula, tukishapasula, sijue kama mtajua kupasula kama njoo kusema nini kupasula ni kuitia mumule na ni mzima mzima, tunaipasula vipande vipande. Tukishapasula vipande vipande tunakamata mai, tukishakamata mai tunalobeka mwa ile mai, tukishalobeka mwa ile mai mwaile mai kisha tunakamata, tunatia musaki. Tukishatia musaki msaki, tunamaliza juma moya, juma mbili, juma tatu. Apres zile juma tatu, tunatosha mihindi mwa ile mai, tunaanika. Tukishaanika tunalobeka, tukishaanika tunalobeka. Tukishalobeka tuna, tuna kausha tena turu ya pili. Tukisha kausha turu ya pili tipati tuna kamata tena tunarudisha mumule. Tukisharudisha mumule, tunaanika inaregea, inakuwa saa bunga. Ikishakuwa saa bunga, kisha tunaanika tena, tunasonga ugali. Tukishasonga vugali, tunaponda tunatia mayi, inageuka mandale. Mai na ulezi inageuka mandale. Jo vile tunafanya ka mandale. Mandale iko na kazi ya mingi sana kusudi kwe mandale uloekewaka na waka na mingi, na maliza mwezi mzima mwudongo. Msikilizaji, kama umeungana nasi, makala ni gurudumu la uchumi na leo hii tunashirikiana na mwenzetu Benjamin Kasembe kutoka Goma ambako ameangazia namna ambavyo eh, kinywaji cha mandale kinawakwamua wanawake kiuchumi mwezi mzima mudongo kabla sisi tuikunywe na tuichukue kama kinywaji ndiyo inamalizaka mwezi mzima udongo jumu ikunywe ikuwe sam ikuwe kinywaji. Na ikishamaliza mwezi mzima njo nakuwa mandale ya kuzito ya kilo sana na inapata kuwa na poa, inakuwa na nguvu sana nuu tuweze kuikunywa. Lakini kwa nini watu wanapenda mandale Goma? Mandale wanaipenda Goma ju ni pombe yenye inasaidiaka hailetake njala Ukishaikunya unasikia huko na nguvu, kama utaenda tumika kazi ya kimaso, kama utaenda tumika kazi gani, unasikia ukakunya ile mandale na hautakuwa na hamu ya kukera vingine vingine me ile mandale takuwa sagisi chakula mtumbu, njo kenye kinaacha watu wanaizoea mwaimgini ya Goma. Kwenyu nyinyi nyi, nyi, kama wanawake, je, inawasaidia kujipatia pesa kufanya kwamba muendeleze familia zenu mbele kiuchumi? Ndio, mandale natusaidia sana, kufamie juu kabisa ukajisha mandale inakusaidia sana kudipia samwa watoto masomo na watoto saba, anatafutenda kumasomo, unapatia kila mtoto kikopo kimoya kimoya, unasikia mtoto unasikia kutosheka, basi inatusaidia sana kwa vitu vya mingi tu sana. Sasa zisiku, haina wakilia sana jufranka haziko kwenye mkono wangu wa kulia hapa. Ni wateja wanaume wanaokata kiu kwa mandale yaliyoandaliwa kwa uweledi wa juu. Mandale siyo pombe siyo mvinyo ya kulewesha. Mandale inaonekana kama vile bui, na wakati asubuhi mtu anaenda kazini, anapenda akunywe kopo kidogo ya 500 fr au ya 1000 fr kusudi mahali atashinda ashinde na najisikia iko na afya njema, pamoja na kuwa nani nguvu ndani ya mwili, si nguvu ya ndani ya mwili, lakini inakuwa su forme ya kinywaji cha mila eh? Katika kuwa kinywaji ndani ya mila wa Kongo wetu wa zamani wetu, wale wazee wetu wa zamani walikuwa wanatumia kile kinywaji, na kilikuwa kinawaletea E, uwezo wa kuendelea ku, kukuwa na akili ndani ya kichwa njo kwa maana kinywaji hiki hatuwezi kukiachira hata siku moja. Pamoja na ile sasa, kinywaji hiki hakilete ndani kama vile vinywaji vingine ya nguvu, kinatuletea e, afya ndani ya mwili. Leo humu kazi hakuna, lakini ni wengi katikati yetu wanakitumia na ile inatuma inaleta uchumi ndani ya familia zetu, na wa, wala leo wanawake njoo yanakamata ile mamlaka ya kuchukua nani uchumi ndani ya familia, kwa kuwa sisi wana, wanaume hatuna tena kazi wala, tukiona sisi tunakitumia tunapana kidogo kidogo yenye tunapata sawa ile 500 francs 1000 francs, inatuma watoto wanakula wala na wanawake jo leo mwana kamata uchumi leo ndani ya, ya familia jo, kwa maana kinywaji cha Mandale inatuma sisi sote tunaendelea kuonekana kuwa sisi njo kinatuweka katika mazingira haya magumu. Ikiwa ni pamoja na kukwama kwa huduma za benki katika eneo hili Mandale imekuwa alama ya ujasiri na uthabiti. Ni wazi kwamba biashara hii ya pombe ya mahindi inaelekea kuwa muhimu zaidi katika jamii ya Goma na hata katika miji jirani. Na hadi hapo hatuna la ziada, msimulizi wako ilikuwa ni mimi Benjamin Kasembe, kwa heri msikilizaji. Mandale imekuwa zaidi ya kinywaji kwa wakazi wa Goma, ni chanzo cha kipato, mshikamano na matumaini Kupitia ujuzi huu wa jadi wanawake wameonyesha ustahimilivu mkubwa katika kukabili changamoto za kiuchumi na kijamii. Mwishowe, Mandale inabaki kuwa alama ya nguvu ya jamii na uthabiti wa wanawake wa Goma. Shukran kwa mwenzangu Benjamin Kasembe. Usikose kuungana nami kwenye makala nyingine ya Gurudumu la Uchumi wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi, kwa heri.